Leo ni tarehe kumi na tano mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita Bado ni mwaka mpya, bado ni mwaka mpya. Mwaka huu elfu mbili na ishirini na sita na umeanza na mambo kadha wa kadha, lakini kama ujuavyo, katika nchi nyingi za Afrika kuna kitu kinaitwa demokrasia, lakini demokrasia hiyo ni kwa ajili ya kuwazuga tu wale ambao ni wafadhili watoa wa misaada katika nchi za Afrika. Demokrasia ya Afrika ni inapakwa neno hilo, lakini ni udikteta tu ya, chaguzi nyingi zinaenda kwa udikteta, wala si demokrasia kwa maana ile ambayo tumekaririshwa, na leo kuanzia leo uchaguzi katika nchi ya Uganda unaanza kufanyika wananchi wa Uganda wanatarajia kufanya uchaguzi huo kuanzia leo, nadhani mpaka na kesho, ndipo matokeo yataanza kutolewa, na katika nafasi ya uraisi ndio inaangaziwa zaidi. Nafasi ya uraisi inaangaziwa na ushindani, inaonyesha kwamba utakuwa kati ya mzee Yoweri Kaguta Museveni, lakini pamoja na kijana jenzi huyu, uh, si mwingine ni Bobi Wine. Bobi Wine amaonekana kwamba kuwa na upepo mkubwa sana kwa jamii ya watu wa Uganda, lakini mzee anamtazama tu, anamtazama tu, kwa sababu nadhani anafahamu atakapomfungia na goli hilo ambalo litaenda kufungwa, na sizungumzi lile goli ambalo aliwahi kulizungumza mheshimiwa Nape Nnauye, goli la mkono eh. Lakini yawezekana haya ya yote huwa yapo na yanatokea, na mtu yeyote anayefuatilia masuala ya siasa za Afrika anajua mambo haya, na ndio maana watu wengi ambao wanaona kwamba hawawezi kucheza hii michezo ambayo, eh, ina upungufu wa haki, huwa wanasita kuingia kwenye masuala ya siasa hizi za Afrika. Sasa katika nchi ya Uganda, wakati uchaguzi unafanyika serikali ishasema kabisa na kutangaza rasmi uh, kufunga mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mpaka sasa naweza uh, kusema katika nchi ya Uganda ni giza, ni giza, kwa maana ya kwamba mitandao ya kijamii imezimwa huku uchaguzi ukiendelea kufanyika gizani <laughs> demokrasia ya Afrika. Na kuna wakati uh, katika mazungumzo, baadhi wanasema kwamba hawataweza kujihusisha na siasa ama siasa za kupiga kura za giza, bali wataanza kupiga kura kwenye chaguzi za nchi zetu hizi za Afrika endapo watawala wataamua kufanya kwamba uchaguzi ufanyike kwa njia ya electronic, kwamba kura inapigwa iwe inaonekana. Lakini hizi kura za gizani <laughs> za asilimia ngapi, zina nini? watu wengi wanakataa, lakini tujadili kidogo, kwa nini mitandao ya kijamii inazimwa wakati ni uchaguzi wa kidemokrasia? Wakati tunalitazama hilo, tukumbuke uh, Mheshimiwa Museveni hakuingia madarakani katika nchi ya Uganda kwa kura hizi za vikaratasi, kura hizi za kutiki <laughs> za kutoba, tunatiki no <laughs> yeye aliingia uh, madarakani kwa kotapin yaani, kijeshi, nadhani unanielewa. Alipata uh, madaraka kupitia jeshi, na ikumbukwe mpaka sasa mkuu wa majeshi wa nchi ya Uganda ni mtoto wa Museveni, ingawa hana jina la Museveni <laughs> unajua kwa nini vitu uh, hivi, wale watu ambao wanafahamu uh, maana ya madaraka huwa wanaviandaa mapema na ndio maana hata juzi katika nchi ya Tanzania kuna mtoto mdogo hivi kama watoto wawili wadogo hivi, mwaka jana, mwaka juzi, aitokea mtoto mdogo hivi akaenda kuwania nafasi kubwa kabisa, na sasa ni kiongozi ndani ya chama cha mapinduzi. Na mwingine pia juzi tu mwaka huu 2026 mjukuu wa kiongozi mmoja hivi naye pia amepewa nafasi eh, yeah. yeah. anaandaliwa kuwa kiongozi hapo baadaye kwa hiyo ni muhimu sana sasa kwa yule ambaye anataka kwamba kizazi chake kiwe cha viongozi, kuandaa viongozi na kujua maana ya utawala. Kwa hiyo tutarajie nini sasa, baada ya kuzima mitandao ya kijamii, tutarajie tutarajie nini? Nadhani majawabu yapo, sio tutarajie kutangazwa kwa Museveni, lakini pamoja na mambo mengine yote pamoja na uh, haya mambo yanayofanyika ya kufanyia ya uchaguzi gizani, yani kutokuwa na mitandao ya kijamii Aa, kama ilivyo katika nchi zingine pamoja na udikteta wa Museveni, lakini nadhani ametushinda Tanzania, katushinda Tanzania kwa jambo gani? Yani, Uganda ametushinda Tanzania, kwa jambo lifuatalo. Pamoja na Museveni kufanya chaguzi kwa namna ile ambavyo anaifanya, lakini anaruhusu vyama vya upinzani wabunge wa upinzani kuchaguliwa na wananchi na kwenda bungeni na kutangazwa, yaani tume ya Museveni inaruhusu kutangaza au inaruhusiwa kutangaza wabunge wa vyama vya upinzani kuwa wengi pia katika bunge la nchi ya Uganda, tofauti na Tanzania kwa hali ilivyo sasa uh, hali ilivyo sasa kama ujuavyo eh? Oktoba watu wametiki <laughs> na Oktoba watu wametiki na leo pia Uganda huko watu pia wanatiki, lakini nadhani matokeo yake ni tofauti kidogo na hapa kwetu Tanzania. Kwa hiyo nikaona tukumbushane tu kwamba leo Uganda wanafanya uchaguzi. Nini matarajio ya yako wewe katika ya uchaguzi wa Uganda? Nani ataibuka mshindi, je, Chagulan Bob wine au Yoweri Kaguta Museveni? Na ikumbuka ametawala kwa muda mrefu zaidi ya miaka 35 na 40 sasa. Nini kitakachoenda kutokea Uganda? Tusubiri baada ya mitandao ya Uganda kufunguliwa na kutangazwa mshindi wa urais katika nchi ya Uganda. Je, unayo maoni yoyote kuhusiana na jambo la uchaguzi wa Uganda na hata hapo kwako? Mtazamaji wa Nyikani TV, karibu tutazame wasifu mfupi wa rais wa Uganda ambaye ametawala kwa miaka arobaini na sasa leo hii tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita anawania tena nafasi hiyo. Raisi wa Uganda Afande Yoweri Kaguta Museveni ameongoza nchi ya Uganda tangu Januari mwaka elfu moja mia tisa na themanini na sita na kuwa rais wa kwanza kuongoza kwa miaka mingi katika himaya ya ukanda wa Afrika Mashariki. Unaweza ukajiuliza kuwa je, huyu ni kiongozi wa namna gani? Na sasa anagombea tena nafasi hiyo, na amesalia vipi kwa miaka arobaini? Ungana nami katika wasifu mfupi ufuatao wa Rais Museveni. Langu jina ni Godon Kalulunga na hii ni Nyikani TV. Rais wa Uganda Yoweli Kaguta Museveni amekuwa duniani kwa miaka themanini na mbili sasa. Ni mtu aliyekomaa na kukolea kivita na kisiasa. Ni afisa na jasusi wa jeshi mstafu alizaliwa Septemba mwaka 1944. alisoma sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na akaanza kuwinda madaraka katika nchi ya Uganda akiwa na miaka 28 tu. Mseveni mwaka 1972 alishiriki jaribio la mapinduzi kumpindua Idi Amin. Mwaka 1973 alianzisha rasmi kundi lake la waasi la Fronasa akiwa wa mishoni. Mwaka 1979 Fronasa ikaungana na vikundi vingine ambapo mwaka 1980 Mseveni aliwania uraisi na kufanikiwa kutangazwa kwa kile alichodai kuwa kulikuwa na utapeli wa kura, baada ya raisi aliyepinduliwa na Idi Amini marehemu Apollo Milton Obote kutangazwa mshindi. Akiwa na fundo la machungu moyoni, aliungana na makundi mengine na kuunda vuguvugu vugu la National Resistance Movement NRM na kuingia msituni na kuanzisha mapigano dhidi ya utawala wa obote mwaka 1981 baada ya miaka mitano kutikisa serikali januari 26 mwaka 1986 nrm iliuteka mji mkuu wa nchi hiyo ya uganda kampala ikumbuke kuwa obote alipinduliwa mwaka 1985 na Tito Okelo ambaye alifurushwa na majeshi ya M7. Januari 30 mwaka 1986, Yoweli Museveni aliapishwa akiwa amevalia magwanda na kuwa rais wa nane wa nchi hiyo mpaka sasa. Mara ya kwanza kuitisha kiitwacho uchaguzi mkuu na Museveni kuchaguliwa na raia Ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita na amekuwa akigombea nafasi hiyo kila baada ya miaka mitano yani, mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita mwaka elfu mbili na kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na sita mwaka elfu mbili na ishirini na moja na sasa mwaka elfu mbili na ishirini na sita mwaka elfu mbili na tano Uganda ilifanya marekebisho ya katiba ambapo bunge liliondoa mihula ya uongozi huku mwaka elfu mbili na kumi na nane bunge likiondoa au kutia muhuli kuondoa umri wa miaka ya kutogombea uraisi na kumpatia Museveni nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kugombea zaidi. Hii inamaanisha kwamba rais wa Uganda mwenye miaka arobaini katika utawala. Na raia wenye miaka arobaini katika nchi ya Uganda hawajawahi kumwona rais mwingine wa nchi hiyo zaidi ya Museveni. Museveni ametawala Waganda huku Kenya ikiwa na marais wanne tofauti, ya Daniel Danieli arap Moi, Emilio Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta na sasa William Ruto. Huku Tanzania ikiwa imeongozwa na Rais Ali Hassan Mwinyi Benjamin Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, John Pombe Joseph Magufuli na sasa Samia Suluhu Hassan. Baadhi ya waliothubutu kugombea nafasi ya uraisi katika nchi ya Uganda ni pamoja na Dr. Kizza Besigye ambaye alikuwa na kampeni kali Uganda mwaka 2024 na Dr. si Kizza Besigye alitekwa nyara nchini Kenya jijini Nairobi, na amekuwa kizuizini mpaka sasa. Ikumbukwe kuwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja, mpinzani mkubwa wa Mseveni alikuwa ni mwanamuziki na wakili Robert Kegulanyi ama Bobi Wine. Uchaguzi huo wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Mseveni alipata kura milioni sita nukta sifuri nne na Robert Sentamu Kegulanyi alipata kura milioni tatu nukta sita tatu Uchaguzi ambao ulikumbwa na malalamiko. Na leo tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026, nchi ya Uganda inafanya uchaguzi tena na Museveni bado yupo. Huu ni wasifu mfupi wa Mheshimiwa Rais wa Uganda Afande Yoweri Kaguta Museveni ambaye ameiongoza Uganda tangu Januari 1986 mpaka sasa. Langu jina Godoni Kalulunga na hii ni Nyikani TV. I, Yoweri Kaguta Museveni, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful